Asanteni sana ni, na namshukuru Mungu kwa namna ambavyo ametuamsha tena asubuhi ya leo, ikiwa ni siku ya sita katika mfululizo wa masomo ambayo tumekuwa tukijifunza. Na katika siku ya leo tunaendelea na somo letu lakini, leo tuna somo linalosema kukua katika neema Kristo e kupitia majaribu. Kukua katika neema kupitia majaribu. Na leo e, leo tutazungumzia somo ambalo si rahisi kulikubali, yaani majaribu. Hakuna mtu anayeweza kukwepa majaribu, kila mmoja wetu ameyapitia au atayapitia katika maisha lakini habari njema ni hii: majaribu si adhabu, bali ni chombo cha Mungu cha kukua katika neema. Majaribu ni kama shule ya, ya Mungu e, hapo ndipo e, anap, a, hapo ndipo utagundua uta kwamba tunaimarishwa e, anapo Mungu, Mungu anatusafisha na kutufanya tuwe kama Kristo. E, kama vile moto unavyosafisha dhahabu, vivyo hivyo majaribu yanatengeneza imani safi ndani yetu. Bila majaribu, imani yetu ingekuwa dhaifu na ya jujuu tu, lakini kwa kupitia magumu tunajifunza kumtegemea Mungu zaidi. E, na hapo ndipo neema yake inakuwa ndani yetu. Na fungu letu kuu Uh, linapatikana katika kile kitabu cha Petro wa kwanza uh, moja sita na mpaka saba, nalo linasema mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima, katika kufunguliwa kwake Yesu Kristo. Wapendwa, uh, a, leo kama nilivyosema, tunazungumzia uh, majaribu. Na Mtume Petro aliandika maneno haya kwa Wakristo waliokuwa wakiteseka kwa ajili ya imani yao. Alitaka waone mateso yao si kama jambo la kuwakandamiza, bali kama mchakato wa Mungu wa kuwajenga. Anasema imani yetu ni ya thamani kuliko dhahabu kama tulivyosoma, lakini kama dhahabu a, lazima ipitie moto ili iwe safi. Dhahabu inapowekwa kwenye moto uchafu wote unayeyuka na kinachobaki ni kitu safi na chenye thamani zaidi. Vivyo hivyo, Mungu anaruhusu moto wa majaribu utupitie, si kutunguza bali kututakasa. Kama hatuwezi kuvumilia moto wa sasa, hatutaweza uh, kung'aa kama dhahabu katika utukufu wa Mungu. Kwa hiyo, majaribu ni njia ya Mungu kutuonyesha ukweli wa imani yetu. Ni rahisi kusema na mwamini Mungu Wakati, um, wakati mambo yote yanaenda sawa, lakini imani ya kweli inaonekana pale tunaposema na mwamini Bwana hata wakati au katikati ya dhoruba. Na sasa utaona kwamba kuna nguvu kubwa ya neema katika majaribu, na neema ya Mungu haionekani sana wakati wa furaha, bali inaonekana, inaonekana katika dhiki. Ni wakati wa machozi ndipo tunapogundua kwamba Mungu yuko karibu kuliko unavyofikiri wakati tunapovunjika moyo eh, ndipo ambapo, uh, ndipo ambapo eh, tunashika uh, Mungu anatushika kwa mkono wa upole na kusema, neema yangu ya tosha, kama ambavyo tukisoma katika Wakorintho wa pili ile kumi na mbili. Kwa hiyo neema ya Mungu hutupa uvumilivu wa kusimama imara hata mambo yanapokuwa magumu, hutupa tumaini la kutazama mbele hata wakati macho yetu yanapoona giza. Kwa hiyo wakati uh, unapoingia kwenye majaribu usione kama umeachwa, ona kama Mungu anafanya kazi ndani yako kukuza imani na neema. Uh, mfano tu, kulikuwa na dada mmoja aliyeugua kwa muda mrefu. Watu wengi walimuuliza kwa nini Mungu anaruhusu ana, ana, ana, ana, ana, ana uteseke hivi, lakini kila mara alijibu kwa tabasamu E, alijibu hivi kwamba hata kama mwili wangu unaumia, roho yangu inaimarika zaidi. Kila siku aliendelea kusema, kupitia ugonjwa wangu nimejifunza kumtegemea Mungu kwa njia ambayo nisingeweza kabla. Kwa hiyo wapendwa, e, mara nyingi Mungu hutumia mateso kutubadilisha kutoka ndani. Anatuvua kiburi, anatufundisha uvumilivu na anatupa moyo wa rehema kwa wengine. Kama tungeishi bila majaribu tungekuwa Kristo wasiokomaa, lakini kwa majaribu tunakuwa wana wa Mungu waliokomaa katika neema. Katika Biblia mfano mzuri, kumbuka kisa cha Yusufu. Alitupwa shimoni na ndugu zake, akauzwa utumwani na hatimaye kufungwa gerezani kwa uongo, lakini Yusufu hakuwahi kulalamika, aliendelea kumtumainia Mungu. Miaka mingi baadaye alipokutana tena aa, na wale waliomsaliti, yani ndugu zake, alisema katika ile Mwanzo hamsini um, ishirini ninyi mlinikusudia uh, mlini mabaya lakini Mungu alikusudia mema. Hii ndiyo sauti ya mtu aliyekuwa katika neema kupitia majaribu. Yusufu hakuona mateso kama mwisho wa maisha yake bali kama daraja la neema lililompeleka kwenye wito wake mkuu. Kwa hiyo, wapendwa, kila jaribu tunalopitia ni daraja la kutufikisha kwenye kiwango kipya cha kiroho. E, Mungu anatupeleka katika moto wa majaribu si kwa sababu anachukia, bali kwa sababu anatupenda sana. Anajua kwamba hatuwezi kuwa imara bila kupitia kwenye mitihani. Kama askari wanavyofundishwa kwa mazoezi magumu kabla ya vita vita, e, vivyo hivyo si ya, yani unaona askari wakati wa vita, wanafundishwa vitu vingi, vivyo hivyo, na sisi tunafundishwa kupitia changamoto za maisha. Bila majaribu imani yetu haitaimarika Neema ya Mungu ndiyo inayotufanya tusivunjike ndani ya moto huu. Wengine wanapopita magumu wanakata tamaa, lakini yule anayekaa ndani ya neema anasema kama Paulo eh, kwa kwamba yote tunaishi kwa neema. Neema ndiyo inatupa nguvu ya kusema Bwana, si mapenzi yangu bali mapenzi yako yatimizwe. Wito wangu leo ni kwamba E, Mungu anatuita tusiogope majaribu, badala yake tuyakubali kama sehemu ya safari ya kukua katika neema. E, usiogope unapopitia e, giza. Mungu yuko humo akikuandaa kwa nuru kubwa zaidi. Usione aibu kulia, maana machozi yako ni mbegu ya ukuaji wa kiroho. E, kama unapitia majaribu sasa, usiache kumtumainia Bwana. Wakati mwingine Mungu hatatuepusha na moto, bali atatembea nasi ndani ya moto huo, kama alivyofanya kwa Shadrach, Meshaki na Abednego. Eh, tunakumbuka kisa hiki, moto haukuwateketeza bali uliwafanya waonekane kuwa watu wa Mungu wapendwa. Hayo ndiyo majaribu na ndipo Wakristo tunapoimarika zaidi katika neema, na Mungu atusaidie sana Unapopitia majaribu ni mtihani wa kawaida katika maisha, tutapitia sote, na Mungu wetu wa mbinguni wa neema atazidi kutuimarisha. Asubuhi ya leo kama nilivyosema, ni wito ni wangu kuona majaribu kama ambavyo tumejifunza kwamba sisi hatupaswi kuwa watu ambao tunalalamika. Tumejifunza kisa cha Yusufu na mengine hapo, aliendelea kumtegemea Mungu, nami na ni wito wangu leo kwamba tuendelee kumtegemea Mungu. Na Mungu abariki neno lake katika jina lake Yesu. Amen. Tuombe. Ee Mungu wa rehema, tunakushukuru kwa kutukumbusha kwamba majaribu si mwisho wetu bali ni njia ya ukuaji wa neema yako ndani yetu. Tunakiri kuwa mara nyingi tumelalamika na kukata tamaa. Leo tunakuomba utupe moyo wa ukamili, wa kuvumilia, macho ya kuona makusudi yako na imani ya kutokata tamaa au tunapopitia moto wa majaribu tusaidie kutazame, o, tukutazame wewe na kusema neema yako ya tosha. Tujaze nguvu mpya na tumaini jipya, na katika yote utukufu wako udhihirike maishani mwetu. Tunakuomba haya kwa jina la Yesu, Bwana na Mwokozi wetu, amena.